umeme vijiji vyote, barabara shule na afya, na mingine mingi hivi ninavyoongea, tunajengewa madaraja matatu makubwa, daraja la kanya basa ambalo limekuwa kero kubwa miaka mingi, daraja la karebe limekuwa kero kubwa kwa miaka mingi, yanajengwa leo usiku na mchana, yamefikia asilimia arobaini yote sasa mu akupeninine migogoro hawaiwezekani, wenzangu wanaoishi Kitendaguro wanafahamu, pan road tayari wameanza usanifu na mazungumzo ya barabara yanayotoka bara kwenye tenki kuja Kitendaguro e, center kwenda rpi kwenda busimbe kwenda mpaka Maruku. Barabara hiyo usanifu unaendelea. Wakina nani watalipwa fidia? Ipanuliwe, itengenezwe vizuri, ili tuendelee kuwa na njia nyingi za kimkakati na za kiuchumi kwa sababu tunajua tunajenga chuo kikubwa pale Itawa, tunahitaji watu waweze kuja mjini kula kaela kao na sisi tupate faida, kwa maslahi ya Bukoba mjini. Barabara hiyo inaendelea kusanifiwa, tunaamini muda utakapofika tutaona mambo mema ya pale, na mimi nimepitisha maneno kwa wenzetu wa TANROADS wachukue na kile kipande cha kutoka Kitendaguro Center kupita Rugambo Sekondari kwenda mpaka Busimbe na chenye kiunganisho kwenye barabara hiyo kiwe na lami nzuri kabisa, ambayo itakuwa ni maendeleo makubwa kabisa lakini jambo la pili, upanuzi wa chuo ambacho kinajengwa pale Itawa. Kwa hiyo tumeshirikiana na viongozi wetu akiwepo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye kusukuma kuhakikisha chuo kikuu kinajengwa kimejengwa Itawa hapo, wanufaika wa kwanza wa kile chuo ni Bukoba mjini, kwa sababu Bukoba mjini na kila kitu ambacho wale wenzetu watahitaji. Sasa tumepenyeza kipindi hiki, ukiachana saizu, ni ni na ujenzi unaoendelea saizi, uliotakriban bilioni 18, zimewekwa pale pesa nyingine itakuja kuendeleza ukubwa wa chuo kile katika bajeti inayokuja mwaka huu ambao tunauendea sasa. Kama mtanituma tena, nani atakayevifuatilia? Akini uh, mt mnitume tena. Lakini jambo kubwa la tatu, ujenzi wa hospitali kubwa ya kimataifa inakuja kujengwa hapa Bukoba, kwa ajili ya kuhakikisha magonjwa yanayotupa shida, lakini na watalii watoke mbali kuja kutibiwa katika mji wetu na mkoa wetu wa Kagera. Lakini tumepata mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji taka kwenye manispaa yetu. Nilipokuwa nafanya kazi katika wizara ya Afrika Mashariki, nilipata nafasi ya kutembea tembea huko, nikapitisha neno Bukoba mjini, tumeingizwa kwenye ule mradi, na juzi wenzetu wa BUWASA waliwapokea wakandarasi wa, wa, wa shauri kuja kuangalia namna ya kutengeneza huo mradi wa kusafisha mji wetu kwenye maji taka. Siku sio nyingi na wenyewe mtauona unakuja. Lakini la mwisho kwenye makubwa yanayokuja chini ya usimamizi mzuri wa mama yetu Bi Hajat Fatuma Mwasa, ushauri na maelekezo, tulipata pesa kwa ajili ya ujenzi wa kitega uchumi cha machinga eneo la Kishenge, zaidi ya bilioni tisa zitakuja. Kwa hiyo machinga, mnaona wanapatapata shida mjini na wengine mko hapa, tunawaandalia eneo la kwenda kufanyia biashara kwa utulivu na ushupavu na ukakamavu, ili mji wetu uweze kuwa msafi, lakini biashara zetu ziweze kwenda. Haya yote ni yale ambayo yanakuja. aliyewambia ni nani? ni mimi. Eh, inabidi nani ayafuatilie? Kaka yangu Amos Makala. Kwa kumalizia, haya mambo yote yamefanywa na Dr Samia Suluhu Hassan. Sisi huku ni wasaidizi tu, akishusha yeye tunapeleka, tukichukua tunampelekea. Nilipiga magoti pale stendi mawili kuomba ujenzi wa barabara ufanyike na inaendelea vizuri. Leo napiga goti moja la kumshukuru Dr Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anatufanyia huko Bamjini na, na naomba umpelekee taarifa yetu huko Bamjini, tunauhakikishia tutampa kura za kishindo yeye na mbunge wa Chama cha Mapinduzi, alhamdulillah inshallah anafahamika, lakini na madiwani wa Chama cha Mapinduzi tukahakikisha ushindi 100. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kututendea miujiza. Hakika mambo aliyoyafanya hayajawahi kufanyika Kagera tangu tupate uhuru katika kipindi kifupi cha utawala wake ametujengea shule mpya za msingi 44 na shule mpya za sekondari 43, lakini shule mpya za ufundi nane na moja kubwa ya kimkoa. Shule hizo ni nje ya vyuo vya VETA ambavyo navyo vimejengwa katika halmashauri zote nane za mkoa wa Kagera. Lakini katika kipindi hicho kifupi tumeweza kujengewa hospitali zote nane za wilaya za mkoa wa Kagera na sasa kila halmashauri ina hospitali yake ya wilaya. Mambo haya hayakuwahi kufanyika tangu uhuru. Lakini tukiacha hayo, kuna miradi mikubwa ya maji inayoendelea mkoani Kagera ambayo imegharimu takribani bilioni zaidi ya 200. Kule Karagwe kuna mradi mkubwa unaojulikana kama mradi wa miji 28 ambao mradi huo peke yake umegharimu shilingi bilioni 68 na utatatua maji Karagwe, tatizo la maji Karagwe yote. Lakini hayo ni kwa uchache wake. Sasa kuna miradi mikubwa sana ambayo inakuja Kagera ambayo haikuwahi kufikiriwa kama ingejengwa katika miaka ya karibuni mkoani Kagera. Mheshimiwa mbunge wetu Steven Biabato amezungumzia soko la Machinga au Machinga Complex. Mheshimiwa mgeni rasmi, Machinga Complex hii inayokwenda kujengwa ni dude kubwa sana ambalo litachuana na lile dude la Mwanza. na nataka nikuthibitishie kwamba fedha hizo hazikuwa kwenye mpango wa awali, lakini tulipomlilia Daktari Samia kwamba tunashinda barabarani tunauzia jiwani, akaidhinisha bilioni kumi tupate jengo kubwa la machinga huko. Hoye mama Samia oye! Nikuhakikishie kwamba mkoa wa Kagera kama alivyotangulia kusema viongozi wengine mkoa wa Kagera uko salama, lakini niseme kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mama Samia ana deni na sisi, sisi hatuna deni naye. Tunaahidi mwezi wa kumi tunamlipa Mama Samia wewe. <coughs> <coughs> Niendelee kumshukuru mheshimiwa Samia kwa miradi mingi ambayo ametuletea mkoa wa Kagera miradi ya maji, miradi ya barabara na yote waliongea wabunge. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe kwa niaba ya wakandarasi wa Kagera, kuna wakandarasi wa ndani wadogo wadogo wenye madai yao serikalini. Kama Chama cha Mapinduzi tunakuomba mgeni rasmi tuwekee msukumo kwa waziri husika basi au wakandarasi nao wapate faraja na furaha waendelee na maisha mazuri ndani ya Chama cha Mapinduzi <coughs> lakini, mheshimiwa mgeni rasmi, tuna miradi mikubwa kama ya njia nne za Bukoba, tuna miradi mikubwa barabara za Karagwe kule na kwenda kule, kule, kwenda tukuombe mheshimiwa mgeni rasmi utoe msukumo kwa waziri wetu. Lega ni waziri msikivu sana, tunamtambua sana ndani ya Chama cha Mapinduzi, tunampenda sana. Wana Kagera basi, aweke msukumo kwa wale wakandarasi wetu, waendelee na kazi, ili na sisi ndani ya mikoa yetu tuwe na lami ndani ya mkoa mzima, si semwe. nimewashukuru na nimekuja kuwaomba kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba kuchagua madiwani wabunge wawakilishi na rais. Maandalizi yake yanaendelea, uchaguzi utafanyika Oktoba, maandalizi yanaendelea. Mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi, Nasimama mbele yenu kuwahakikishia CCM iko tayari kwa uchaguzi <coughs> na bahati nzuri, kuna vyama kumi na saba vimesaini kanuni na maadili ya kushiriki uchaguzi shiriki nawe uchaguzi kasoro chama kimoja. Ndugu zangu, uchaguzi sio takwa la sisi, sio takwa la vyama vya siasa, uchaguzi ni takwa la kikatiba. Tunawaahidi Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu kitawaletea wagombea safi wanaokubalika, kwa hiyo, madiwani, wabunge na atakaye shinda kwa haki, tume imtangaze mshindi. Ahadi ya sisi kuelekea katika uchaguzi huu ni kwamba Chama cha Mapinduzi kitashiriki uchaguzi na kufanya kampeni za kistaarabu. Sisi tutakuwa na wagombea wazuri, tutakuwa na ilani nzuri, tunaiamini tume. Kuna mambo mengi tuliyoyafanya, shughuli tunazozifanya. Bila amani huwezi kuwa mjasiriamali, bila amani huwezi kuwa bodaboda kufanya shughuli za kilimo. Chama cha Mapinduzi kina dhamana na wajibu wa kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa salama, na katika hili tumpongeze jemedari, amiri jeshi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr Samia Suluhu Hassan. Tanzania ni salama, Tanzania ni shwari tuna waahidi kuelekea katika uchaguzi, kabla wakati na baada ya uchaguzi, nchi yetu itaendelea kuwa na amani. Tuwakatae viongozi watakaoendelea kupandikiza chuki, kugawa watu, kuhatarisha amani ya Tanzania. Tujifunze kwa nchi za